Maswali yamekuwa mengi mtandaoni, kila mtu anauliza, wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinawaumiza kichwa, kwa sababu mtaji wao mkubwa, capital, inategemea jamii ambayo inawazunguruka. Kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. Nakuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu, ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamziki wanategemea platform za digital platform kupata riski na kutegemea show, ambapo sasa hivi huwezi kufanya show na kwenye platform watu wamefocus na vitu vingine, utapata hapo mapato yako utafanyaje ili jamii iweze kukupokea kwanza, kukuingiza katika mzunguko wao kila siku. Swali ni moja kwanza, atakao msanii ujitambue kwa hujafanya kosa, ile atakao ndani ya nafsi yako, hujafanya kosa. Of course uliamua kufanya choice kwako ni sehemu yako ya kazi, ujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani? Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanaokuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao, ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi, kwa hali tulokuwa nayo, msanii anatakiwa kufanya kitu kimoja tu, walishe chakula kizuri watu wako walishe matumaini mapya watu wako, walishe hope watu wako, walishe matumaini mapya watu wako, watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho ndio kufanya, usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watu wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. Call me hii simu yako expensive life. Hala, Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, so hiyo ilikuwa ni ushauri wa Mwijaku kwenda kwa wasanii ambao sasa hivi unaambiwa kwamba kidogo eh, wabongo bwana wamekuwa wa support wasanii wao. Wow, umeona bwana eh, kwa hiyo sasa, kutokana na hiyo basi inapelekea kidogo mambo ma, ma ya wasanii kuto kwenda vizuri, yani mambo yamekwama kwa namna moja au nyingine, hata wakirelease kazi hakuna mtu ambaye ana time nayo na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo huu ulikuwa ni ushauri wa Mwijaku. Aa, kwa hiyo situation. Lakini pia ukiachana na hilo pia vile vile, Lukamba amekuwa ni msanii ambaye Eh, kati ya wasanii wachache sana ambao wanapewa support na wananchi mpaka leo hii, eh, na baadhi ya vitu Lukamba vile Lukamba bwana amekuwa mpaka watu wanamtumia fedha, umeona bwana eh. Kwa hiyo ameamua naye pia kuonyesha gratitude, yani kuwashukuru watu ambao wamekuwa kimsupport. So hebu msikilize hapa Lukamba. Asalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Nipo hapa kwa ajili ya kuwashukuru Watanzania wote kwa sabuti yenu kubwa na mapenzi yenu ya dhati juu yangu hasa hasa kwenye kipindi kigumu ambacho tunapitia. Hii inatufunza kwamba sisi wa Tanzania ni watu wenye umoja, mshikamano na upendo wa hali ya juu. Mwenyezi Mungu awabariki, awazidishie pale ambapo mmepungukiwa. Mimi kijana wenu nawapenda sana, niwaambie tu kwamba tupo pamoja kila hatua. Ya, so huo ulikuwa ni ujumbe wa Lukamba, na hapa kuna peji mbalimbali bwana, zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika kwamba eh, Lukamba ah, ajish, ah, eh, eh. Kuna mtu hapa ameandika kwamba Lukamba ashindwa kujizuia awashukuru wa Tanzania. Kuna peji imekuja kuandika hivyo, lakini ukachana na hivyo pia vilevile hapa bwana, kuna kuna wadau wamekuja kuweka maoni yao vile vile, kwa mfano hapa kuna mtu amesema kwamba bwana, ongea taratibu usitikise shingo itauma msanii wetu wa taifa. Kuna mwingine hapa huyu Mr. Mwanya ameandika kwamba bwana, unadeka sana. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, kuna msanii anayeenjoy life kipindi hiki kipindi hiki kama Lukawi se kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana punguza mwanga wa simu usije ukapata ulemavu wa macho. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo hizi yeah. E, comment zote zinaonyesha tu kwamba watu wanamjali hizi <laughs> E, ni comment ambazo zinaonyesha kwamba watu wanamjali Lukamba. Mwingine huyu hapa amesema bwana, msanii ambaye niliwahi kukom msanii ambaye, ambaye, msanii ambaye eh, niliwahi kucomment vibaya kwenye YouTube channel yake, samani sana bro, one love e, huyu hapa amekuja kutubu. Eh, kuna mwingine hapa amesema bwana, umekuwa umependeza sana kijana wetu sasa hivi, e, umemshinda hadi Davido. Kwa mtu anaandika kwamba bwana, sasa wewe ndio last boni wa hili taifa. Kwa mtu anasema kwamba bwana, shughulika shughulikia shugul, blue tick mzee, tunataka kuona unamiliki, e, tunataka kuona unamiliki kila kitu. kuna mwingine amesema kwamba Bwana Mungu ni mwema, kila hatua, ndugu yetu, tuko pamoja our brother Lukawis. So hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya Lukamba kuzungumza hicho alichokizungumza, lakini pia vilevile vile kuna wadau wengine huko mitandaoni wamekuwa na nawenyewe pia wakitoa maoni yao kama the way ambavyo Mwijaku alivyotoa eh, maoni yamekuwa ni mengi kuhusiana na jinsi ya kuwashauri wasanii, jinsi ya kufanya sasa hivi ili kurudisha ile upendo na kupata sapoti ya wananchi kama ilivyokuwa hapo awali.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 Mnajifanya mmepoa <tutu> <fanyeni kazi. tutu> <fanyeni kazi. tutu> Mtu anatokea tu huko, yaani aliko haijulikani ametokea wapi, alafu anatuunganisha eti o, jamani, tuwasamee wasanii wetu, wasanii wetu wamepoa. Wasanii wenu na nani nani? Ajakwambia awo ni wasanii wetu? hatuwajui <tutu>

hayo Hayo mambo. Hayo mambo ya hao wasanii si shabikiaji wala si angaliaji. Kwa sababu nimeshawahi kushuhudia hivi vitu wanavyoimba ni upuuzi. Video zao ni za kijinga, watu, ni za za kijinga, zinaharibu tu tu watu, wamevaa nusu uchi. Kwa hiyo mimi mimi Mimi si sio kwanza cha kwanza mimi siwafuatilia toka mwanzo. Alafu mtu unatuunganisha mtandao mzima eti tuwasamehe wasanii wasanii wetu. Mimi tu cha kuwashauri hao wasanii wenu kila kila mmoja mmoja ashinde mechi zake. Wasipoe wafanye kazi, wapambane. Kwani kwa mfano Diamond hapa akijiunga kwenye mbona, eh? kilimo kinalipa tu kilimo kinalipa, anua ma, ananua maheka aingie vijijini huku Diamond atafute kuna heka za kutosha huku, heka inauzwa mpaka laki tano, laki sita na ardhi nzuri eh? kwa ki atapata pesa kwa mpaka aimbe eh. Harmonize hapo kijiunga kilimo cha ukishika jembe hapo Harmonize na huo mwili wako Ah, yes. Uta, yaani utavuna sana <laughs> sana mahindi. Mahindi. Kwa wasipoe wafanye kazi. Kila mmoja ashinde mechi zake. Mwambieni wasipoe wasanii wenu. Wasipoe. Kazi ni nyingi. Wanaweza kaanza hata kujenga jenga huko. Kwa hiyo msipoe, msipoe sana. Msipoe wala msiboeke. Hiyo hiyo. Ndio mtu anatokea tu yani huko aliko.